Kule tuone kama vijana wangeandamana hakuna kitu kama hicho. Haya, sasa hivi nyie serikali mnachokifanya, mnaenda China mnatuchukulia watu wa mabonanza, mnawaleta Tanzania, mnataka kwenda kuachukua watu, waleta kuweka hata viwanda vya matairi boda boda, tununua matairi kwa bei ndogo. Nyie mnaenda kuleta watu watu, watu sisi wa mabonanza, si mabonanza ya nini hapa Tanzania? unaona? hatuna shida na mabonanza Seri serikali imeshindwa kuajiri vijana wote. Vijana wote vimeshindwa kuajiri basi, nenda ni China mnakoenda mkachukua wale wale watu wanaohusika na viwanda vya matairi, mwambie tumekupa eneo hili bure, tengeneza kiwanda au watu watuajiri kwenye swala la bodaboda. Haya, boda boda mnawapiga vita mnasema boda boda ndio waandamana, boda boda boda boda ndio waliochoma CCM sasa hivi. Sasa, hapa Tanzania, hapa Kiela wala maeneo mengine. Sisi mwisho kulala saa sita, tunashinda kujiachia. Kuna watu wengine tu wanataka kufanya kazi mpaka usiku, hatufanyi fimbo juu, viboko. Na viboko vingi, kulala mwisho saa sita, hakuna kutembea zaidi hapo. Kwani Tanzania nzima hii wote mnaishia saa sita kulala. Vijana wanachokidai wanakijua hata nyie serikali mnakijua vijana wanasema wanadai kitu fulani. Sasa hili kisitokee, kila kitu kilichotokea tarehe 29 Oktoba inabidi viongozi mtoke hadharani, muongee kama anavyoongea waziri mkuu sasa hivi anatoka hadharani anaongea. Tunaomba, tunaomba waziri wa vijana, wewe ni mwenzetu, wewe ni mwenzetu sisi. Sasa hivi wote tunachukulia kama watu wengi wanasema mama, kama hii swala la aa a a utekaji aa, mimi nilivyoongea hapa naanza kuwa na wasiwasi bwana, wakina eche, wakina eche ni watu wakubwa ni watu wakubwa, wanaongea, wana ulinzi, ila bado wanachukuliwa wanatekwa. Sasa sisi ambao hatuna ulinzi, tunategemea kutembea kwa mguu kwenda nyumbani, si ndiyo? tunachukuliwa kama nyanya, tuwau tunaokotakupa umeondoka